Siku ya jana kulikuwa na hii taarifa ambayo ilitolewa na uh, uongozi wa Chadema kupitia peji yao ya Instagram. Uh, walitangaza kuwa na press conference siku ya hii leo, ambapo waliokuwa natarajia uh, kuzungumza alikuwa ni Makamu mwenyekiti Tanganyika, uh, Mheshimiwa John Heche. Sasa uh, unaambiwa kwamba siku ya hii leo press hiyo haijafanyika na jeshi la polisi uh, limezuia Uh, plesi hiyo ama mkutano huo kufanyika. Kuna hii taarifa ambayo wameiposti uh, sasa hivi ikionyesha picha uh, mjongeo zikionyesha jeshi la polisi wakiwa kwenye magari yao na caption ya hii story imeandikwa, jeshi la polisi limezingira hoteli ya Seashells Millennium na kuwaamuru waandishi wa habari kuondoka. Makamu mwenyekiti Tanganyika mheshimiwa John Heche alitarajia kufanya mkutano na waandishi wa habari hotelini hapo leo tarehe kumi na saba Juni 2025. Jeshi hilo limedai kuwa Chadema wamezuiliwa kujishughulisha na shughuli yoyote ya kisiasa. Sasa, sasa uh, hiyo ndio taarifa ambayo unaona sasa hivi ina, uh, inatembea sana kwenye mitandao ya kijamii. Chadema wamezuiliwa kufanya plesi na sababu ni kwamba uh, Chadema wamezuiliwa kujishughulisha na shughuli yoyote ya kisiasa. Utakumbuka siku za hivi karibuni uh, kuna maamuzi ambayo yalitolewa na jaji mahakamani kutokana na ile kesi ambayo ilifunguliwa na watu kutoka ndani ya chama hicho. Sasa uh, jaji aliamuru kwamba shughuli zozote zisifanyike kupitia chama hicho mpaka pale mambo yatakapokuwa uh, sawa. Sasa komenti ni nyingi sana kufuatia hii taarifa huko mitandaoni. Moja kati ya wadau eh, moja kati ya mdau ameandika fanyeni online account mnazo. Mtu mwingine ameandika mnakufa maskini kwa kuwatetea wanyang'ani. Eh, wanyang'ani, sorry. Mtu mwingine ameandika madhara ya kuruhusu watu uh, walio feli form 4. Okay, sawa. Kimsingi sio kauli nzuri. Mtu mwingine ameandika polisi wanatia hasira sana uh. Mtu mwingine ameandika ukiwa na uzalendo kuna vitu ukiviona automatically unajisikia vibaya, yani. Mtu mwingine ameandika hawa polisi CCM eh, maice ni noma kwao, hawataki kabisa makamu mwenyekiti wetu azungumze. No reforms, no election, amemalizia hivyo. Mtu mwingine ameandika fanyeni tu online, vyombo vya habari si tunavyo jamani, ama uh, mtu mwingine ameandika hivyo wanachama wa Chadema nchi nzima tumekubali kuendeshwa na hizi. Okay, sawa, hilo neno sio zuri kimsingi. Mtu mwingine ameandika ndo Tanzania nchi yangu, alafu mnasema kuna amani na uhuru. Mtu mwingine ameandika ili jeshi litazua jambo baya mtu mwingine ameandika ndo nini hiki sasa? No reforms no election. Kimsingi siku ya jana eh, kulikuwa kuna kesi ya mwenyekiti wa chama hichi uh, Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na makosa mawili, kosa la uhaini lakini pia kosa lingine eh, la kusambaza taarifa za uongo. Uh, sasa baada ya kuisikiliza kesi hiyo, basi Chadema wakaona eh, leo wazungumze na vyombo vya habari ambapo makamu mwenyekiti alitarajia kuzungumza E, mambo kadhaa sasa. Ndo hivyo tena, mkutano umezuiliwa, na hiki ndicho ambacho kilitokea siku ya hii leo. Picha ziko hapo, jeshi la polisi lilizingira hoteli hiyo ambayo wao walitegemea kufanya shughuli zao. Hii ni VOT Media. Nini maoni yako? Tumechangamka.